Hebu bwana, ukistaajabu ya Musa basi utaweza kuyaona ya Firauni ya, ya. Hebwana na hii imeweza kujidhihirisha wazi kutoka huko Mamtoni, nchi za wenzetu bwana. Kuna huyu mama ambaye anakwenda kwa jina la Danis Wingso, ameweza kuposti kupitia katika ukurasa wake wa Instagram akiandika kwamba my daughter and and I are welcoming to Rito by the the same man and we can't wait for the year arrival. This love is Ya, yeah. Bwana ameandika ujumbe huo akimaanisha kwamba yeye na binti yake wako mbioni kuweza kutarajia kupata watoto. Kama unavyoona katika picha hiyo, wameweza kupiga picha wote wawili, wako na mimba na mimba hizo bwana, wameweza kupewa na mwanaume huyo mmoja ambaye anaonekana katika picha hiyo. Sasa swali kubwa, je, huyu bidada ambaye anakwenda kuzaa huyu mtoto eh, atakwenda kumwita mama ni bibi ama mamkubwa? Na huyu mtoto wa huyu mama atakwenda kumwita huyu bidada dada au mamdogo? Ya bwana, hiyo ndo kitu ambacho kimeweza kujiri wiki hii kupitia katika ukurasa wa Instagram wa huyo mama kwamba kama hivyo ambavyo umeweza kuona watu wanaweza kufanya kufuru huko duniani ya bwana. Hichi ni kitu ambacho kimeshangaza watu wengi sana. Haiwezekani kwamba bibi mkubwa na binti yake, yani wote wawili waweze kuzalishwa na mwanaume mmoja, yani kwamba jamaa ya ameweza kula kuku na mayai yake ya bwana, niandikie katika comment kwamba hii imeweza kukaaje, na nitapita nazo soon ya ulikuona. Mimi msanii wako wa nguvu naitwa Tina La Diva. Kwa sasa mimi na sign out, tukutane wakati mwingine tena, chao.